Na mpenzi mtazamaji, Bamaa TV ubunifu asiri yetu. Leo ndani ya Waokote tumesafiri mpaka upande wa pili wa nchi yetu ya Tanzania, na huko tumekutana na mwanamama mashuhuri, kiongozi wa kipekee mwenye hekima ya kijadi na maono ya kisiasa. Mwanamke huyu ni shupavu aliyebeba maadili ya Kiafrika lakini pia ana mtazamo mpana wa dunia. Una mapinduzi wa kimya kimya, si wa makelele. Matendo yake yamesikika nani na nje ya mipaka ya taifa, na sasa anakalia kiti kikubwa haijawahi kutokea kukaliwa na mwanamke katika historia ya nchi yetu. Huyu ni mzalendo, alichagua kushona kuliko kuchoma. Ni kiongozi bora anayeamini kuwa umoja haujengwi kwa nguvu bali kwa mazungumzo na maridhiano, mwendeshaji wa diplomasia ya kisiasa kwa roho ya staha. Katika jukwaa la kimataifa, anasimama kwenye unyenyekevu lakini kwa msimamo. Anaweza kusema makubwa kwa sauti ya upole, lakini ujumbe wake huacha alama ya taifa. Na huyu si mwingine, ni Rais Samia Suluhu Hassan. Ni mwanamke wa kwanza kushika nafasi ya juu kabisa ya uongozi wake nchini Tanzania tangu kupata uhuru mwaka 1961. Safari yake ya kisiasa ni ya kipekee sana, ikitawaliwa na bidii, ustahimilivu na uongozi wa hekima uliomwezesha kuandika historia kubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mimi kwa Mama Samia nampa hongera, kusema kweli ni ameupiga mwingi, ameupiga mwingi. Sina mengi ya kusema zaiito kusema mitano, amejenga mashure, unaona hospitali, tunaona hizi sijala ah! Um, mitano tu tena, sina mengi ya kusema zaidi ya kusema mitano tena. Dkt Samia Suluhu Hassan alizaliwa tarehe 27 Januari mwaka 1960 kisiwani Unguja, Zanzibar. Alilelewa katika familia ya kawaida tu ambapo baba yake alikuwa ni mtumishi wa serikali. Alianza elimu yake ya msingi katika shule ya Chwaka na baadaye akaendelea na elimu ya sekondari katika sekondari ya Ngambo Zanzibar. Baada ya elimu yake ya sekondari, Samia alijiunga na chuo cha serikali ya utumishi wa umma mwaka 1987. Alihitimu shahada ya uzamili katika maendeleo ya uchumi katika chuo kikuu cha Manchester nchini Uingereza kwa ushirikiano wa taasisi ya Open University ya Tanzania. Rais Samia Hassan Suluhu alianza kujihusisha na siasa rasmi mwaka elfu mbili alipochaguliwa kuwa mbunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kupitia nafasi ya kuteuliwa na rais wa wakati huo aliyekuwa marehemu Benjamin William Mkapa. Mwaka huo huo pia aliteuliwa kuwa naibu waziri wa wizara ya maendeleo ya wanawake na watoto aliendelea kushika Nyadhifa mbalimbali za serikali ikiwa ni pamoja kuwa waziri wa utalii, biashara na uwekezaji katika serikali ya mapinduzi Zanzibar na baadaye kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Uh, kwa upande wangu kama ningepata nafasi ya kuishauri serikali uh, ningewaomba tu kwanza waongeze imani kutuamini vijana kama walivyotuamini kwa sababu Mama Samia ametuamini sana uh, lakini pia Uh, serikali pia iweke mipaka kwa vijana, kwa sababu sanaa tunaifanya kwa ukubwa, alafu sanaa inaishi. Kijana leo anatoka tu huko mwingine, ana hata elimu yoyote, anafanya kitu ambacho afikirii kwamba kwa, kwa serikali au kwa watu ambao wapo wanaitazama hicho kitu anachokitengeneza kitakuwa na athari gani na ukubwa gani kwao, waweke mipaka waweke, uh, mipaka ili kulinda hifadhi yetu ya Tanzania ili tusiweze kuharibu lugha, tusiweze kuharibu tamaduni, sababu vijana wengi mtandaoni, tunaona watu wanaposti picha za uchi. Uh, watu wengine wanaposti maneno ya ajabu, kitu ambacho kwa Tanzania sio stahiki. Uh, kama nchi zingine wanazofanya mwaka Mwaka 2015 Samia alichaguliwa kuwa mgombea mwenza wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi, CCM, akiwa pamoja na Dr. John Pombe Magufuli. Ushindi wao ulimfanya Samia kuwa mwanamke wa kwanza nchini kuwa makamu wa rais. Alitekeleza majukumu yake kwa umahiri mkubwa katika kipindi hicho cha miaka mitano. Uh, Suluhu hmm. Hassan kiufupi amefanya mambo mengi sana Ametujengea hospital, ametujengea shule za watoto. Yani kiukweli mama, sina zungumzia zaidi, yani anafanya mambo mazuri kwa kweli. Sisi tunaheshimika kwa sababu ya mama Samia. Mama Samia ana kipaumbele kwa wanamama sana, ana kipaumbele kwa wanamama, anatuhamasisha vitu vingi, anatufundisha mambo mengi zaidi, anatusababisha sisi tunakuwa tuwe kama tuwe kama mama. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea ile ya kutunaweza, na sisi si tunaweza pia. In Swahili the word safari simply means journey, but today people use it to mean seeing Africa's great wildlife mnamo Machi 17, 2021 baada ya kifo cha marehemu Dr John Pombe Magufuli, Samia Suluhu Hassan aliapishwa kuwa rasmi rais wa sita wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya nchi. Kwa hatua hiyo, aliweka historia kama mwanamke wa kwanza kuwa rais wa Tanzania. Uongozi wake umejikita katika kukuza demokrasia, kuimarisha diplomasia, kutafuta maridhiano ya kisiasa na kusukuma mbele maendeleo ya kiuchumi na kijamii. during during, ametambulika kimataifa kwa ujasiri wake katika kulinda maslahi ya taifa huku akifungua milango kwa ushirikiano wa kimataifa na, mi nasema rais wetu mitano tena kwa sababu mi na imani, sidhani kama kuna mpinzani ambaye anaweza kukimbizana naye sababu kuna vitu vingi kavibadilisha. Sababu hata ile fulamu yake, yani ndo hivyo tu, kaamua tu katoa ka ngoma moja kaiachia, lakini kama angeendeleza na imani mama yetu angeshika angeshika dunia katika soko la filamu, kwa sababu ile li ilikimbiza sana ile, ila kapiga ka, ka moja kaachana kachana lakini kama angeendeleza ya pili ya tatu ya nne ya tano dunia ingemtambua yeye ni nani. Na hizi na tuzo zilizoanzishwa sasa hivi hizi kidogo zimetuboost sisi na imani, kila mtu sasa hivi yani, kama alikuwa mara kwanza nafanya mzaa, sasa hivi sasa yuko serious. Kwa hizi tuzo ambazo zilizoanzishwa za sasa hivi hizi za wasanii zimetuboost sana, zimetufanya tu serious sana, mimi na imani kwamba mama ni wa kila mtu. Zime, imani, kila mtu wa sahivi, yani mama ni wa wa kila mtu, si wa mmoja. Kwa hiyo pambana, ukiomba sapoti mama atakusapoti. Ana baya mtazamaji, kwa leo sina la ziada, ilikuwa namgusia Rais Dkt Samia Suluhu Hasan. Acha kuongezea zaidi, niseme tu kwamba vijana tuwe na upendo, lakini pia tuheshimu serikali yetu, a tumuheshimu mama Samia Endapo atapokuwa anawaita kwa mara nyingine, sehemu kama zile za Ikulu, basi tusiwe tunaenda kufanya mzaha, kwa sababu tukifanya mzaha tunamwebisha rais, tunaebisha na taifa pia. Mtazamaji wangu, ewe kijana, usikati tamaa, kwani kila kitu kinawezekana. Nyaki yetu kujifunza na kuelimika pia uh. Ready to go? Yes. umejifunza nini kupitia makala hii fupi? Kwa maoni na ushauri tupigie simu namba 0713334908. pia usisahau kusubscribe channel yetu Ebama TV. ubunifu Asili yetu. Jina langu ni Shukuru Chambuso. Asante sana. Semi za kita na VJ Bama wewe ni wa kita.